Kitendawili kizito sana, tasubiri tuweze kujua yapi e, atakayojiri baadaye na mbali na hayo mtazamaji, ni kwamba sakata ya ulanguzi wa, wa Kenya kujiunga na mapigano baina ya Urusi na Ukraine inaendelea kuibua maswali chungu nzima. Nam, tulizungumza na mmoja wa wale waliosafiri kwenda Urusi na kisha kurejea, na anasimulia jinsi walivyolazimishwa kujiunga na jeshi nchini humo, na kama anavyoarifu Ode Francis ni kwamba familia nyingine huko Thika ina hofu kuhusu hali ya mwana wao aliye Urusi baada ya mawasiliano naye kukatika miezi mitatu iliyopita tunakumbana na jamaa huyu ambaye tunampa jina Don kwa sababu za kiusalama. Yeye alijipata Urusi kufuatia usaidizi wa rafikie. Wakati huo Don aliamini kwamba atasafiri kwa visa ya utalii hadi Urusi na kisha apate kazi anayoipenda, ila mambo hayakuwa hivyo. Mimi nikauliza gani, nikamwambia nimefanya, kozi gani, nikamwambia, nimefanya komputer, um, na ni-ni mimi driver wa gari ndogo na gari kubwa, nikachagua nika drive, driver. Driver. Mimi kama mimi hata kutoka Kenya mimi sijawahi kuwa mwanajeshi. Na Russia nilipelekwa kwa ofisi ya wanajeshi kama hii ya Kenya hapa, kubwa inaitwa DOD Alifanyiwa vipimo vya afya Nairobi na kisha akaarifiwa yuko tayari kwa safari, ila Don hakuwa peke yake. Kulikuwa na wengine waliosafiri naye kwenda Urusi. Wakachukua pasipoti zetu, wakaskan, wanaskan pasipoti, wanakuskan vidole, wanakuskan uso. From there ndio tukafunguliwa sasa, tukapita kama ndio gari, kila mtu alichukuliwa na gari yake. Sasa kama mimi nilichukuliwa na range rover na driver, kila mtu na gari yake, kila mtu na kumi. Lakini hali waliokumbana nayo ilikuwa tofauti na ahadi walizopewa. Mi nikamwambia, hakuna dokumenti yoyote yenye na sain notanles imeandikwa na Kizungu. Alionywa atiye saini au alipe gharama zote zilizotumika kumfikisha Urusi nirudiwe jamaa akamwambia To your Don alikubali kulipa fedha hizo. Mkewe alituma shilingi laki nne na elfu hamsini fedha hizo zililipwa kwa washirika wao hapa Kenya na mnamo Agosti 30 Don alisafiri hadi nyumbani nam. Kutoka maeneo ya Kiserian na kupeleka katika maeneo ya Thika, ambapo tunakwenda kukutana na familia ya mmoja wa wale ambao wali kwenda nchi ya Urusi kuweza kufanya shughuli za kijeshi. Miezi mitatu baadaye, hajazungumza na familia yake, hajulikani aliko ya John Mwangi Nduta mwenye umri wa miaka 37, alikuwa askari wa zamani wa jeshi la ulinzi la Kenya, KDF. Mnamo mwezi Mei mwaka jana aliambia ndugu yake kuwa amepata kazi Urusi na amepatana na wenye, wenye walikuwa wamemwahidia kazi. Mwangi alipelekwa vitani baada ya mafunzo ya wiki tatu. So nikamuuliza hiyo kibarua ikoaje? akaniambia wana fight against, e, Ukraine. Hmm, na tayari wako kwa kichaka. Tarehe 25 Julai, mawasiliano kati ya John na familia yake yalikatika ghafla. Hii ni kitu hata kurara huwezi rara, hujui dugu yako anarara wapi, ama hali ya dugu yako ikoaje? Sababu ni heri tu ungejua hata e, kama ni hivyo wanasema co injured, hujue tu wako wapi hapa Kenya. Kesi inaendelea katika mahakama ya Kahawa baada ya kukamatwa kwa jamaa anayeaminika kuwa muhusika mkuu kwa jina Edward Kamau na wengine 21 waliopatikana wakiwa tayari kusafiri kwenda Urusi. Kamau anashtakiwa kwa kosa la ulanguzi wa binadamu na mashtaka mengine. Kwa sasa ameachiliwa kwa dhamana. Odi Francis, runinga ya Citizen, Nairobi.